Tuliwazidia sana kule, tulikosa nafasi nyingi sana kuliko wao. Kwa hiyo mechi ya kule tulikuwa makini kwa asilimia mia, watu wote tusifungwe, tuzuie, tushambulie uh, kwa mpango ambao mwalimu ameweka. Jambo la pili, maandalizi yalikuwa na changamoto, kwa hiyo ile mechi tumeluzi kwa vitu vingi. Baada ya mechi kumalizika, kwanza hali hazikuwa nzuri kwa watu wote, wapenzi wengine wakuamini, watu wengine wamefariki. Huo ndio ukweli. Na cha kuwaambia mimi uh, kama mstaafu kwanza uh, wamsikili sana mwalimu na, na wajitoe kwa asilimia mia, waweke historia kwenye klabu ya Simba na nchi kwa ujumla, kwa sababu haya mambo uh, hayaji mara kwa mara, lakini naamini Simba wanaweza fanya maajabu ikitokea wasifungwe zaidi ya goli moja. Uh, golkipa ni kiongozi wa timu uh, moja ya sifa za timu kupata mafanikio uh, kwa sisi kuwa tunavyoambiwa kipindi kile Uwe na kipa mzuri, uwe na backline nzuri. Mohamed Hussein, uh, na kunasihi mdogo wangu mwanangu mimi nilishindwa, mimi na kuombea kwa Mwenyezi Mungu pale ambapo mimi nilishindwa wewe uweze kufanikiwa. Halafu je, kuniambia mzee, wewe ulishindwa na bidhara yako la nchi, mimi nimefanikiwa. Ah, bila Simba nisingekuwa la mtaa. Mohamed Mwameja, huo ndio ukweli, vitu vingine huwa tuseme ukweli. Simba imenishimisha. Mpaka hapa.